ambayo kwa kweli tunaichukulia kwa namna ya pekee kuwakilisha nia zetu kwa baba yetu wa mbinguni, Mungu mumba wetu, mkombozi wetu, mtakasaji wetu, tumaini letu la kudumu la milele, huwa ni misa takatifu. Ni sala kamili, ndio maana tunashauriwa daima, tunapokuwa na nia yako binafsi ya familia, unapaswa kuomba misa. Ni sala ambayo ni Mungu mwenyewe kupitia nafsi yake ya pili anaipokea kama sala kamilifu iliyotimilika. Ni sala ambayo haina mapungufu, kwa sababu ni sala ya yeye mwenyewe kujitoa kwa ajili yetu, Mungu mkombozi wetu Yesu Kristo. Kwa hivyo, wapendwa, baada ya misa hii hatuna budi kuelezea mengine ya ziada ambayo maaskofu wameniomba ni wataarifu kwamba wanamshukuru sana Padri Chesco na shirika lake. Na kwa nini tumeanza na Padri Chesco? Kwa sababu alipoombwa na shirika lilipoombwa yeye ndio alianza kusema ndio, niko tayari kwenda kutumikia baraza, ndio maana tunaanza na yeye, lakini na shirika lake lilipokuwa tayari kumruhusu. Kwa Padri, utufikishie salamu za maaskofu kwa shirika lakini pia maaskofu wanakushukuru sana baba rais wa baraza. Tulimtaarifu rasmi kwamba sekretariati wafanyakazi wanamwaga mwenzao leo tarehe kumi na tisa mwezi huu wa kumi na mbili mwaka elfu mbili na ishirini na tano Padri Chesco anahitimisha utumishi wake wa hapa na kwenda kwenye utumishi mwingine. Akasema basi tarehe kumi na nne mwezi wa kumi na moja walipokuwa kwenye kuhitimisha kikao chao cha plenary, kikao cha baraza cha mwaka cha mwezi wa Novemba, walitambua mchango wa baba padri na wakamshukuru kwa utumishi wake mzuri na kumtakia ufanisi kule aendako. Akasema, daima unatumwa padri. Kama unavyojua kwenye kanisa hatujipeleki na wala hatuombi kazi, ila huwa tunatumwa unatumwa kwa hivi, unatumwa tena kwenda kuendeleza kazi za Yesu huko makao eh, makuu ya kanisa eh, Roma na makao makuu ya shirika lako kiulimwengu kule Roma. Kwa hivi, wanakushukuru sana na wanakutakia mema. Hawakunipa kitu kizito kizito, kizito ni kukabidhi, ila wamekuahidia sala zao. Eh, unajua tena, ingekuwa huko sehemu nyingine wangaweza kupewa kaburungutu kidogo, lakini sasa ona, alijua kanisa lenyewe hapa, wafanyakazi wetu wenyewe hapa hajapata nyongeza mshahara mwaka huu, sasa watatoa wapi? Au mnasemaje, jamani? Mbona mmenuna? Basi <laughs> Father, pokea shukurani za mababa zetu maaskofu. Tumshukuru Mungu Ni wazi kama tulivyoeleza, mtasikia mengi zaidi kule ukumbini, lakini baba Chesco ametumikia kanisa vizuri sana Tanzania, na tunamshukuru Mungu. Tunampeleka balozi Vatican, tunampeleka balozi Italia, tunampeleka balozi katika kanisa ulimwengu atakapokuwa anaenda kutembelea Shirika lake na wata, na mapadri wenzake kukagua utendaji wa kanisa Marekani, kule Latin America, Asia, huko India, Ureno, si wapi huko Poland na kadhalika, watakuwa nasema huyu anatoka wapi? Halafu ye kidogo ana sura kama mzungu hivi eti <laughs> Lakin anakawe e, lakini anakaa weusi fulani cha Kiafrika eh, lakini padi kweli ana mchanganyiko kidogo, unajua baada ya wazungu kuja huko kuna ndugu yao e, moja basi, aliolewa na mzungu, basi ndio hivyo, katika mababu mabibi zake huko ndio ilitokea hiyo. Unaonaje? Alio ndio maana padi ana uzungu, uzungu kidogo, sio kwamba ni zeru zeru. Hapana, ni mzungu kabisa huyo, ana uzungu fulani na ameshafuatilia e, lakini sasa unajua ulioko huko upande wa mama, uko upande wa baba. Ndio maana anaitwa Msaga, lakini huenda angechukua jina la kule, basi ingekuwa jina lingine. Mimi mama mdogo wake alikuwa mwalimu wangu wa shule ya msingi Kao, namfahamu vizuri sana <laughs> kwa hivi eh, asili yao upande wa mama yule, yule, yule babu babu yule alitokea Ujerumani. Ehe, wale maseti la wale wakati ule mwaka elfu moja mia nane na kitu uko naongea. Kwa hivi bawapadi, utakapokuwa ukizunguka huko, watasema huyu wa wapi? Tanzania huyu. Kwa hiyo unaenda baba kupeperusha bendera ya Tanzania. Ehe, wa, waambie wana wa mataifa, Yesu alifika Tanzania na ameanzisha taifa lake lenye nguvu linalomtangaza yeye kwa nguvu kubwa. Kwa hivi ujivunie nchi yako popote utakapoenda, na utakapoona umuhimu wowote, uje uchukue tena watao wengine na wengine wafanyakazi wakaenda wakafanye kazi huko waka kwingine. Kwa hivi ukawe balozi wetu huko baba. Kwa hiyo tunamtuma mwenzetu toka kanisa la Tanzania kwenda huko, tunamshukuru Mungu kwa hilo, tumpigie baba makofi pia. Kingine ambacho ni cha muhimu e, kwa padri e, ni historia yake binafsi, mtaisikia itakapokuwa ikielezo huko kukumbini, lakini hapa mbele ya madhabahu ya Bwana tushukuru kwamba padri pia amejituma sana kujiendeleza katika kuweza kuboresha utendaji wake ndani ya kanisa e, kama mnavyomfahamu, ameshafanya kazi nyingi kama tulivyoeleza akiwa jimboni Dodoma naibu wa askofu kwa miaka kumi na nane, lakini ndani humo mkuu wa shirika ndani humo e, na majukumu mengine amefanya, e, katika vyombo vya habari. Yeye kwa taaluma amesomea mambo ya mawasiliano na uandishi wa habari, ndio ameanzisha ile redio Mwangaza, mnaifahamu. Ukienda Dodoma, kuna redio inaitwa redio Mwangaza, mwanzilishi ni huyo hapa, sio? Makofi hayo yanahitajika. Asante sana padri, lakini ni mtu ambaye ana diplomasia pia hmm, ana diplomasia nzuri, anafanya kazi vizuri na viongozi e, viongozi wa aina zote wa serikali e, sisi wengine tuko kama eh, lakini walau mwenzetu ana diplomasia nzuri kia, anajitahidi kwa kweli, na hili tunakushukuru sana baba, ukaendelee na diplomasia huko wendako. Uka, ukawe balozi mzuri katika utendaji wa hayo na mwisho kabisa, maaskofu, tarehe hiyo ya kumi na nne Novemba walifanya e, uchaguzi. Sisi kawaida kwenye baraza huwa tunachaguliwa kwa maaskofu kupiga kura, sio kutaja, tunapiga kura. Kwa hiyo waliwapigia kura baadhi ya mapadri na basi wakampata mrithi wa Padri Chesco ambaye ni Father Faustini Furaha, ambaye baba askofu rais wa baraza ameomba ni mtangaze. Huyu ana rangi ya Kijerumani ana rangi ya Kikenya kidogo hivi si so. Unajua watu Warombo, huwezi kujua ni Warombo au ni Wakenya wana kutoka Taveta basi huyo ndiye atakayechukua nafasi ya baba Chesco kama naibu katibu mkuu, naibu katibu mkuu mm. <inaudible> lakini ameambiwa achukue ofisi siku Father Chesco atakapokuwa anaondoka. Sasa tujue anaondoka leo au kesho, kwa hiyo hawezi kusema kitu mpaka Father atakapoondoka. Karibu Father, ukae <laughs> yes. Kwa hiyo rais wa baraza aliniomba ni watangazie kwamba huyu ndio wamemchagua mem, wa na atakuwa na sisi kwa utendaji. Yeye ni padri mzaliwa wa jimbo la Moshi, kwa hiyo ni mwana ni jimbo ni padri wa jimbo. Baba padri Chesco ni padri wa shirika eh, sisi tunafanya kazi kama unavyojua mapadi wa jimbo na mapadi wa washirika. Kwa hiyo baba anatoka kule na binafsi nihitimishe kwa kusema kwamba kwangu imekuwa furaha kubwa sana kufanya kazi na baba Chesco, na kwa kweli ana utii wa ajabu. Father Chesco hajawahi kuniambia hiyo sifanyi. Na mimi nakuwa na makazi mengi kweli, unampa hii hii hii, hawezi, hajawahi kuniambia Father, sina nafasi leo, hiyo sifanyi. Atafanya kazi unazompangia, au kazi anazopangiwa na rais wa baraza na bado atatimiza na majukumu yake mengine. Baba, tunaomba hiyo roho uendelee nayo. Asante mm. sana kwa mm. kweli hakunipa ugumu wa kufanya kazi na tumefanya kazi vizuri sana sana sana, na nimefarijika sana kuwa na mtu ambaye eh, anakuwezesha kutimiza majukumu yako vizuri, na hata kama nilimpa kazi ngumu na anajua mimi sikuwahi kumsaliti na yeye hajawahi kunisaliti. E, hata kama nilijua, ili tumelifanya wote, lakini kama ilibidi mimi nibebe msalaba nilibeba. Kwa mfano mm, mimi sasa hivi naishi kwa hofu sana, lakini yeye hana hofu eh. Mimi naishi kwa hofu, natafutwa siju ni wawe wow, siju tu gani, lakini father yeye ana, ana amani kabisa. Namtuma bwana, hebu nenda mjini. Bwana unajua mimi niko natafutwa, bwana hebu nenda sije ngatekwa Pole sana kijana, ndio maana nilifukuzwa hapa. Tulihisi wewe ni wale wasiojulikana mm. Sababu walishafika hapa kuniua, lakini baba hakuwa na wasiwasi, aliendelea na kazi eh, kwa sababu tuna namna yetu ya kufanya kazi eh, kwa hivi eh, baba padri, na nakushukuru sana kunisaidia licha ya magumu niliyokuwa nayo, lakini hukukata tamaa, hukuogopa kufanya kazi zangu. Hivi juzi alienda kumzika mama Jenisa. Mimi niliruhusiwa kwenda, lakini nikashauriwa na watu usiende. Basi nikaache, nikamwambia father nenda sasa, nikamwambia kwani huyu hawezi awezi kuhudhuriwa, sema yeye atajua mwenyewe hawezi kuhudhuriwa. Basi baba padri, nakushukuru sana, na labda tumejifunza kitu kwa baba padri, unapokuwa unafanya kazi na wenzako kwenye idara yako E, jaribu kumwelewa mkubwa wako wa kazi, mwelewe mkubwa wako wa kazi, mshauriane. Na Baba Chesco alikuwa mshauri wangu mzuri sana, ananiambia fadha, hili nadhani hili usiliseme leo, au hili usilitende leo, au maamuzi haya usifanye leo, au hiki usifanye leo. Alikuwa haogopi kunipa ushauri pale alipoona lazima nipe ushauri wa lazima na wa muhimu kwa ajili ya manufaa ya baraza la maaskofu. Alikuwa ni mshauri mzuri sana na hakuwa na ushauri kwa ajili ya kuniridhisha au kujitafutia masilahi yake. Daima alinipa ushauri ili kazi za maaskofu ziende vizuri, mambo ya Kanisa Katoliki Tanzania yaende vizuri. Alitoa daima ushauri na hakusita kutoa ushauri e, na amekuwa na unyenyekevu mkubwa na kwa kweli hakuonyesha mbwembwe kusema mbwe mbwe, mimi ndio nimemwambia katibu mkuu, mimi ndio nimemshauri a a anajua kabisa kwamba anapaswa kutoa ushauri, anapaswa kuwasiliana na huyu na yule. Kwa hivi baapad nakushukuru sana kwa kunisaidia. Uniombee nimalizie na mimi kipindi changu. Nimebakisha siji mwaka, wale ambao wanataka niondoke leo, labda nikiuawa leo. Lakini kama bado niko hai, bado nina mwaka na nusu <laughs> bado nina mwaka na nusu. Kwa hiyo bado uniombee nimalizie vizuri kadiri ya mpango wa Mungu, na Mungu akitaka mengine na yenyewe yawe tu, haina shida. Uniombee padri, tufanye kazi za kanisa la Yesu bila kumsaliti Yesu. Mungu wetu ni mmoja, na ametuita wote kwenda miguni binadamu wote, na maaskofu wetu wanawahubiria watu wote neno la Mungu kwa sababu tuna Mungu mmoja na tuna mkombozi mmoja tu wa wanadamu. Mkombozi yule, nafsi ya pili ya Mungu, anaitwa Yesu. Yule ndio mkombozi wa wanadamu wote. Kwa hiyo tunapoambiwa na maaskofu wetu Tusidhani kwamba maaskofu wanafikiria tu nyinyi mlioko sekretariati, wanafikiria wanadamu wote wa hapa na inji ya hapa. Kwa hivi, baba padri, sisahau kutuombea ili kazi za kanisa la Yesu hapa Tanzania, kazi za Mungu hapa Tanzania, ukweli wa Mungu hapa Tanzania uweze kuleta matunda mazuri ya kuwaletea watoto wa Mungu wa Tanzania ustawi wa maisha yao ya kimwili na kiroho. Na tunawaalika wote na wanakwaya, karibuni sana. Tunawaalika kwenye hafla ambayo itaanza na mlo wa mchana e, na kuserebuka kidogo, ndio maisha hapa duniani. Tunaserebuka, ndivyo tulivyoumbwa eti eh? Sisi tuliona mama yake Samsoni, Sora aliambiwa usimnyweshe mtoto divai eh? ila Padri, utaturuhusu tuwanyweshe divai yao. Kwa hiyo nyinyi mtakunywa na kadivai kidogo na juisi, au watoto watakunywa juisi hao, en, hata yule aliyelala atakunywa juisi. Mwamshe. Ameamka tayari? Basi nawatakia hafla njema, na mwisho kabisa niwatakie eh, noeli njema E, mkasherekee vizuri na familia na ndugu mtakaoenda huko kwa wazazi huko mikoani, basi muwe na safari njema, mfike salama, safirini vizuri, muwe na uangalifu. Katika mazingira ya sherehe, basi tujue kwamba tunapaswa kuwa na uangalifu mbalimbali, kuhakikisha kwamba tunatoa pia ushirikiano na wale wanaotuelekeza kama vyombo vya usalama. Polisi wanatuelekeza nini, basi tuwasikilize ili tufanye mambo ya usalama na mengine yaende vizuri, huko tunapoelekea kwenye sherehe za Krismasi na sherehe za mwaka mpya. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bikira Maria msaada wa daima, tusimame tupate baraka.